Eneo lingine ambalo pia tunam, e, tunamshukuru mheshimiwa rais ni upandikizaji wa faru weupe ambao tukio ambalo tume, tumefanikiwa kulikamilisha e, hivi majuzi e, mamlaka ilipokea faru 17 kutoka Afrika ya Kusini na kuwaweka ndani ya kreta ya Ngorongoro, lakini mafanikio haya yanatokana na juhudi kubwa ambazo mheshimiwa rais amekuwa akizifanya hasa katika eneo la diplomasia na mahusiano ya kimataifa ambapo e, serikali ya Afrika ya Kusini iliridhia kutoa faru 17 ambao wako katika hatari ya kutoweka ili waweze e, kupandwa katika e, kupandikizwa katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Lakini upandikizaji huu umefanyika baada ya kukamilika kwa tafiti mbalimbali mbali ambazo zimethibitisha kwamba faru hawa watakuwa salama na wanaweza kukua na kuzaliana kwa wingi katika eneo la Ngorongoro. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba e, utaalamu wa kisayansi like, ulioambatana na mahusiano mazuri ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akia champion kuweza kufanikisha e, faru hawa kufika. Faru weupe wanaendeleaje? E, kwa kweli kama angekuwa binadamu tungesema baada ya kufika katika kreta ya Ngorongoro ni kama wako kwenye five star, wanafuraha hmm. Hawacheki lakini mnyama unamu... mnyama wenye furaha unamuona anavyo behavior yake, lakini eh, afya yao ni njema, wanaendelea vizuri, na hii inathibitisha kwamba utafiti uliofanyika ulikuwa ni utafiti sahihi na tuna wataalamu wazuri ndani ya nchi hii ambao wameifanya kazi, kazi yao vizuri e, kwa sababu ndani ya ndani ya e, kasoko ya Ngorongoro kuna spishi nyingi sana za majani na zaidi ya asilimia hamsini yanawafaa wale faru ambao faru weupe ambao e, tumewapandikiza kwao ni eneo sahihi la, la faru na ni eneo ambalo tunatarajia kwamba baada ya muda e, sio mrefu tutaanza kuona uzao wa faru weupe ukiongezeka, lakini tukiendelea pia na uhifadhi madhubuti wa faru weusi na wanyama pori wengine.